Kati ya Jamali na Misigaro ni moto yeah. Kuna baadhi ya watu ndani ya jamii walitegemea Kadhi Sheh Ali naibu Sheh Jamali, subirini ngumi. Mwaka umepita, wajaona ngumi? Kuna kitu nilifanya siku za nyuma, labda nikiseme leo, ndio ndugu yangu mheshimiwa Kadhi atanielewa ata, ata, ata zaidi na nadhani kitakuwa labda alikiweka mezani kwake akakitazama, akanani, kumbe kuwa nini? Sawa, ni kitu kilifanyika, mheshimiwa. Siku zimekwisha mliniletea karatasi mezani mkanambia, Shekhe, imefikia wakati tuunde baraza lile pana la mashehe ndugu zetu mashehe 30. Kwa hiyo inshaallah, fikiria baadhi ya majina ya ndugu zetu mashehe halafu yatarudi huku na mimi nifikirie halafu tuwaite wenzetu wale tisa tuone kukaa, halafu ndio tuwaite au ndugu zetu thalathini. Hiyo karatasi mheshimiwa ilifika mezani kwangu, nikakaa nikaweka baadhi ya majina, sawa na mji ulivyo. Labda lilikushangaza li, shekhe, kuona miongoni mwa majina namba moja huko juu mwanzo shekhe Abubakar Misigaro. <laughs> Labda kwa mtu ananani anajua kati ya Jamali na Misigaro ni moto hey. Shekhe, tutembee. Kuna baadhi ya watu ndani ya jamii walitegemea kadhi Shekhe Ali naibu Shekhe Jamali. Subirini. <laughs> Ngumi mwaka umepita, wajaona ngumi ndo? <laughs> Nani, lazima pawe mabadiliko. Shekhe, tutembee, tutazame maslahi kubwa tuwache vitu mdogo budogo, budogo. Masalih ile kubwa ni umma, ni jamii, ndo watu watizame tunatembea vipi. Zile hafawati za kibinadamu hazikosaji, kwa hiyo ni kiasi ya mtu kufumbia macho haya na kunani, anasema kitu kikubwa, tuende kukikubwa, tufike kwa maslahi ya jamii, insha Allah. Kwa hiyo ni hayo, ndugu zanguni, tukishikamana tukawa kitu kimoja, biidhnillah, tuta tutakuwa tumetembea. Ofisi ipo kuna nyakati ambazo ziliweka ulawiyati na mengine yapo. Inshaallah, ni mara ya kwanza wengine labda tunakutana kwenye vikao kama hivi, lakini isiwe mara ya mwisho. Na mtu anaweza kuja mwenyewe binafsi, hodi, e bana shekhe, hivi nimefikiria hivi, tunani hivi, tutembeleane, tushauriane, tusaidiane fikra, mawazo, na hivyo Allah ataona hizi juhudi biidhnillah. Mwenyezi Mungu atapoziona bila shaka iko siku atatufikisha. Namalizia kwa mzee wangu Sheikh Idi narudi tena kusema mzee, msitutupe. Tushikeni mkono pale ambapo mtaona tunataka kudondoka. Insha Allah Mwenyezi Mungu akuzindueni, mtushike mkono, tunyanyuke, tutembee kwa pamoja. Allah akulipeni kwa yale ambayo mlitangulizia jamii katika juhudi nzuri ambazo sasa hivi ni sisi tunayaona matunda yake. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.